Lakini makubaliano haya ni maagizo na utekelezaji wa maagizo ya Mheshimiwa Rais ya kwamba taasisi zetu ambazo ziko nchini ikiwemo shirikisho la mpira ziwe zinasomana mifumo yake ya taarifa, na sisi tunatekeleza kwa vitendo. Kwa hiyo hili inalo, nikupongeze sana, lakini makubaliano haya sasa yanakwenda kusaidia nchi kwa maana ifuatayo. Moja, pamoja na mambo mengine, tunakubaliana kubadilishana taarifa uh, taarifa mbalimbali zinazohusu mchezo wa mpira wa miguu nchini. Lakini hata sisi tutawapa taarifa mbalimbali zinazohusu masuala ya kodi ndani ya nchi yetu. Hii ni hatua kubwa Uh, kujenga uelewa kwa uh, wadau wa mpira wa miguu ambao wa wako chini yenu, uh, lakini na sisi kujua nini kinachoendelea. La pili kubwa, uh, tumekubaliana kwamba tutashirikiana na TFF kuhamasisha ulipaji kodi wa hiari nchini. Sasa sisi tunatambua mpira wa miguu ni moja kati ya michezo pendwa sana ndani ya nchi yetu, ina washabiki wengi na tukitumia jukwaa hili e, ujumbe wa nchi, si wa TRA, ujumbe wa nchi wa ulipaji kodi wa hiari utafikiwa kwa kiasi kikubwa sana. E, kwa hiyo e, nataka nikuahidi, kwanza nishukuru kwa ni hilo, lakini nataka nikuahidi Ee, mimi na wataalamu wenzangu wataalamu wangu tutakuwa tayari kusaidia kwa hali na mali kufikia azma hii ya kutoa elimu ya kodi kwa washabiki wa mpira wa miguu, wapenzi wa mpira wa miguu, lakini na wachezaji wote wa mpira wa miguu, lakini pia tutakuwa tayari kuvilea hivi vilabu najua vilabu vya mpira wa miguu ni walipa kodi na wamekuwa wakilipa kama TFF mnavyolipa. E, tutaendelea kutoa elimu ili e, wa comply vizuri zaidi na kusaidia pale ambapo tunaona e, kuna gap la ufahamu ili wawe mstari wa mbele kuwa mfano kwa, kwa wengine lakini pale itakapohitajika e, kusaidia hata financially namna gani ujumbe wa kodi utafika kwenye majukwaa ya mchezo wa mpira wa miguu, kuhakikisha kwamba muda mfupi tu tunaingia makubaliano na tuweze kuzindua huu ushirikiano ambao ni wa kihistoria, lakini ushirikiano ambao unatusaidia, unaisaidia nchi yetu tunapokuwa tunacheza kwenye viwanja hivi, tunacheza ligi yetu hii, wadhamini mbalimbali wanatudhamini, ni kwa mazingira ambayo serikali imeyaweka. Na serikali mazingira haya ambayo imeyaweka yana, kwa mfano, ujenzi wa miundombinu ya viwanja. Tuna tutahosti Chani mwaka huu lakini na Afcon ni mwaka 27 ile miundombinu inatengenezwa kwa kodi zilizolipwa na wananchi wa Tanzania, kwa maana ya wafanyabiashara na watu wote mbalimbali. Sasa kutumia nafasi hii sisi, ni wajibu wetu, ni wajibu wa mashirikiano, lakini pia katika mpira kuna sehemu pia ya kurudisha kwa jamii kwa hiyo hizi kurudisha kwa jamii, wanaoweka matangazo yao, wanaotumia platformu yetu huwa tunawalipisha, tunakuwa tuna mikataba nao, lakini kwa dhamana mlionayo na umuhimu wa taasisi yenu, sisi tumeona kwamba itumike hii platform kama ambavyo tumekuwa tunatumia kwa wizara mbalimbali mbali, kama wizara ya afya nini kuelezea majukumu mbalimbali mbali ambayo yanafanyika aidha kutangaza magonjwa au kutangaza tiba au kutangaza kampeni zozote ambazo zimeonekana kwamba ni za muhimu. Na hii tumeichukulia sawa, tena ni muhimu zaidi kwa sababu hata vingine vyote hivyo haviwezi kufanyika kama bajeti haijapatikana, na bajeti inapatikana kwa ukusanyaji ambao unafanywa na Mamlaka ya Mapato Tanzania. Mheshimiwa Kamishna, mi ni kuahidi tu kwamba hili zoezi la kutoa elimu kwa mlipa, walipa kodi ili walipe kodi kwa hiari, lakini pia na kubadilishana taarifa litakuwa ni endelevu, litakuwa ni endelevu, ingawa najua mkataba hapa ni wa miaka mitatu, lakini ni kama kila baada ya miaka mitatu tunafanya revision kuangalia tu kwa sababu na dunia yetu inabadilika haraka sana. Kwa hiyo kuangalia kwamba tunaishi katika mazingira gani, lakini hili ni jambo ambalo tutakwenda kuambia na bodi ya trustee ya TFF kwamba hata kama uongozi unabadilika hili ni jambo la kudumu. Sisi tumekutana hapa tumeweka historia na dhani kuanzia kama sio leo, kesho leta hedi zetu zote zitakuwa zinaonyesha kwamba kuna mashirikiano na Mamlaka ya Mapato Tanzania, lakini pia kwenye viwanja vyetu vyote, ni kutoa tu maelekezo kwa mameneja wenu wa maeneo husika jinsi gani na jumbe mbalimbali kutokana na nyinyi mtakavyoona kwamba mnazibadilisha au zinahitajika kipindi fulani ziwepo ili ziweze kuhamasisha ulipaji kodi. Sisi tunasema bila kodi hamna Afcon. Bila kodi hamna chani, bila kodi hamna ligi, bila kodi hamna goli la mama, kwa hiyo hayo yote tutaeleza sisi. Kuhamasisha ulipaji wa kodi ni jambo ambalo tumeweka historia. Huko nyuma kulikuwa na ma, matukio timu za taifa zinaenda kwenye mazoezi au zinaenda kwenye mechi zinashushwa na mawakala wa mamlaka ya mapato nyuma, sio kipindi chako <laughs> ah, eh, eh, sio kipindi chako eh, eh, eh, najua eh, lakini pia mimi nimefarijika sana kuwa na ndugu yangu hapa, ni bosi wangu huyu, ni mstahiki meya, alikuwa wakati huo ni mstahiki meya, mimi nilikuwa mkurugenzi wa halmashauri hizi, ingawa hatukuwa pamoja, kitu kikutana, bado ni bosi wangu, na tulikuwa tunahamishwa mbali mbali. Kwa hiyo nilifarijika sana mimi, hata niliposikia kwamba kateuliwa, anajua nitumia hata na message, tulikutana mahali mahali, nilikuwa roho yangu ilikuwa safi, nilipokea kwa mikono miwili. Sikujua kwamba tutakuja kuweka historia hapa, lakini viongozi wetu walivyotuambia, hatukusita tulisema, tulifanya haraka sana, lakini wapongeze Wambura pamoja na ndugu yangu Shigera.